Nimepita mara mbili kukemea suala la watiania kutuvuruga. Watiania kama watiania wachukue nafasi zao kama inavyosema kutiania. Kwa hivyo, katika jambo hili tumekemea sana na tumesema tutawachukulia hatua wapambe wao pamoja na wao wenyewe, na ili hatusemi kwa mdomo, tutasema kwa vitendo na wote watajua Kigamboni siyo eneo la kwenda kulichezea kwa kwenda kutoa rushwa. Serikali ya Chama cha Mapinduzi, chama chenyewe, tuko sawasawa. Tunao wenzetu wa TAKUKURU, tunao watu wa usalama, wanatusaidia katika jambo hili kumulika, kujua ni kina nani wanafanya jambo hili, na utakapofika wakati wao watatusaidia sisi kutuletea taarifa, tukichanganya na za kwetu, tutachukua hatua haraka iwezekanavyo katika kata ya Kibada sasa ina mwonekano mkubwa ambao unaleta maendeleo kwa kila mtu, ukizingatia kwenye wilaya yetu ya Kigamboni tuna kilomita 45 zinazotoka Kibada kwenda Mwasonga. Hii ni eneo kubwa sana la malalamiko ya muda mrefu kwa wananchi, na hii kero sasa inaenda kutatuka. Mkandarasi yuko site, ujenzi unaendelea. Lakini ukiangalia kwenye mfumo wa nchi hii bado serikali ina utekelezaji wa mambo mengi kutokana na takwimu ya 2022 ya sensa iliyofanya kuwa na mgawanyo mga, mga mga mzuri wa bajeti ya serikali. Nipende kusema kwamba naomba wananchi wajitokeze kwenda kujiandikisha au kuhakiki taarifa zao kwenye daftari la kupigia kura. Na hii ndiyo sehemu pekee ya mwananchi kupata haki yake wakati utakapofika. Mimi kama mama nawaomba wa, na nawatia na moyo kina mama, tunaelekea kwenye chaguzi, basi wajitokeze kwa wingi kwa sababu kina mama tunaweza. Si tunaona mheshimiwa wetu mama Samia anavyoweza, anaweza kwelikweli. Miaka minne amefanya mambo makubwa sana. Sasa hivi tumeambiwa hapa muda si mrefu watu watakwenda Mwanza. Mimi sipaji Mwanza, ikabidi niende kwa sababu muda mchache unakwenda na unarudi, ikiwezekana hata siku hiyo hiyo. Kwa hiyo kina mama tunaweza kwa, tujitokeze jamani, uko mbele, muda ukifika, tujitokeze kina mama, tukachukue nafasi za udiwani, ubunge, tuchukue nafasi hizo.